saying? Okay, Shosho anasema wakati tumeenda kumwona, kuna jamaa mwenye amepita na meno zake. Tafadhali, kama ni umepita na meno za Shosho murutishie, anataka kukula Shosho anataka kukula

Okay, ndugu zangu inasemekana okay, kama okay, ni wewe umewekea pasta kikapu okay, ya sadaka okay, tafadhali mudundishie na utabarikiwa. Anaitafuta. Kama okay, ni wewe umewekea pasta kikapu okay, ya sadaka mudundishie, anaitafuta na utabarikiwa. Jameni, tupunguzeni tamaa manjamaa, tupunguzeni tamaa. Kuna kuna manjamaa wameenda jikoni wakavamia mpishi wakaiba chakula kafanani, waka kama ni wewe mpishi, anasema kurudisha hata kijiko ya kupakua, anamba kurudisha kijiko ya kupakua <coughs>